E, tume ilitoa tangazo la kazi ya usimamizi pamoja na wale waongoza wapiga kura e, watu waliomba, baadaye ukafanyika mchakato e, wa kufanya usahili na jana kwenye kata zote, mbao za matangazo kwenye kata, ofisi za wasimamizi wasaidizi ngazi ya kata, tumebandika majina ya wanaoitwa kwenye mafunzo, nadhani mmeaona kule. Kwa hiyo ratiba ya mafunzo inaonyesha kwamba itafanyika siku ya tarehe ishirini na tano ambayo itakuwa ni mafunzo ya makarani waongoza wapiga kura, lakini pia tarehe ishirini na sita na ishirini na saba itakuwa ni mafunzo ya ya wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo. Kwa hiyo kwa ujumla, kwa mpango e, wa mafunzo, kila kitu kipo kwenye ratiba. Mwaka huu tume imejipanga sana, kila tukio liliwekwa kwenye ratiba. Kwa hiyo ikishafika siku linafanyika, lakini sambamba na hilo, nadhani nilifikiri nizungumzie kidogo swala la ubandikaji wa taarifa mbalimbali kwenye vituo. Jana pia tumebandika, ukipita kwenye vituo vya kupiga kura utakuta pale maelezo yanayoonyesha nini mpiga kura anatakiwa afanye siku ya kupiga kura lakini kwenye ile orodha e, mpiga kura anaombwa afike mapema kwenda kuhakiki jina lake, kwa uhakiki taarifa zake. Pale ilifanyika wakati wa kuweka wazi daftari na, na sasa limefanyika. Kwa hiyo kuanzia leo mpaka siku ya kupiga kura, mpiga kura anaruhusiwa kwenda kuhakiki pale, na asipoona jina lake hata kama ana kadi ya kupiga kura siwe na wasiwasi atawasiliana na e, atawasiliana na msimamizi msaidizi e, wa, wa kata atawasiliana na wa jimbo kuangalia ni tatizo, kwa sababu so, kama una kadi ya mpiga kura na ulijiandikisha, au utafanyika utaratibu wa kuangalia kuthibitisha kama ulishajiandikisha. Lakini kwenye orodha ile, tumetoa orodha pia ya wale walioomba kibali cha kupiga kura ya rais nje kwenye vituo vyao vya kujiandikisha. Kwa tumetoa orodha hiyo iliko kwenye vituo. Kama umekubaliwa, utakuta jina kwenye kile kituo ulichoomba um.